Leo ni tarehe 31 Disemba, masaa machache ambayo yamebaki kabla ya kuanza kupigiana simu na kutumiana messeji za heri ya mwaka mpya. Sasa mimi na wewe tunajua ukweli, kuweza kubadili kalenda hakubadili maisha yako. Kubadili tarakimu kutoka tano kwenda sita hakubadili akaunti yako ya benki, wala hakubadili ujuzi wako kichwani. Kuna takwimu inasema asilimia 90 ya watu ambao wataandika new year resolution leo watakuwa wameshakata tamaa ifikapo tarehe 15 Februari. Ukweli mchungu. Na mimi sihitaji wewe uwemo katika hao asilimia 90 ya watu, sihitaji wewe uwe msindikizaji tu mwaka elfu mbili ishirini na sita, na ndio maana nikaweza kurekodi video hii ya leo so katika video hii sihitaji kukupatia hamasa tu, lakini pia nahitaji kukupatia strategy, mfumo system nzima. Mimi kama developer ama mtu ambaye nimejikita katika maswala mbalimbali mbali ya tech, najua kwamba system ndio kila kitu. Software haifanyi kazi kwa bahati mbaya, software hufanya kazi kwa sababu tayari imepangwa, It is programmed. Sasa leo wacha tu program upya mwaka 2026 Kabla hatujaweza kutazama mbele, lazima basi tuwe wa kweli kuhusu nyuma. Mwaka 2025 kuna vitu ambavyo tuliweza kuvuruga. Mfano kama mimi mwenyewe hapa nimekuwa na kiri, kuna malengo ambayo niliweza kuweka mwanzoni mwa mwaka, sikuweza kutimiza yote. Kuna wakati nilijikuta ni mvivu, kuna wakati niliahirisha mambo. Ni sawa, lakini kuweza kukosea, sote ni binadamu, lakini sio sawa kuweza kurudia kosa kosa kubwa ambalo niliweza kuliona 2025 ni kuweza kutegemea motivation. Tulifanya kazi pale ambapo tulijisikia vizuri. Let's say, mtu uliposti video pale tulipoona views zinapatikana zipo zinaonekana, tuliweza kuandika code, tuliprogram pale tumudi ambapo ipo sasa. Hiyo mood ndio adui wetu mkubwa. Mwaka 2026 tunatakiwa tufute neno mood katika msamiati yetu na tuingize neno jingine ambalo ni rutini. Unajua, mafanikio hayaji kwa kuweza kufanya makubwa mara moja, yanakuja kwa kuweza kufanya hivyo hivyo vitu vidogo vidogo, lakini kila siku, bila ya kuacha, hata kama haujisikii kufanya. Sasa naomba unisikilize kwa makini hapa, na hii ndio sehemu ambayo itakutofautisha na wengine mwaka huu 2026 Wacha kuweza kuweka malengo, jaribu kuweka mfumo, tengeneza sistem. Wacha nikupatie mfano wa kiteki. let's say lengo, nahitaji kutengeneza uh, app ambayo italipa milioni kumi. Hilo ni lengo zuri, lakini halikwambii kesho asubuhi ufanye nini. Unapoamka kesho, utawaza hiyo milioni kumi, utaona iko mbali sana na utakata tamaa. Lakini mfumo unakuwa hivi nitakuwa nikiandika kodi kwa lisali moja kila siku kuanzia saa mbili hadi saa tatu usiku. Unaona tofauti uliyopo hapa? Mfumo hauhitaji uwe na mood. Mfumo tayari umeshajipangia masaa yako. Ukifika muda huo unafanya iwe mvua iwe jua. So mwaka elfu mbili na ishirini na sita, usiandike tu nataka kuwa youtuber mkubwa, andika nitarekodi video moja kila wiki na kila siku ya Ijumaa nitakuwa nikiedit video zangu. Huo ndio mfumo. Jaribu kufocus katika mfumo, matokeo ama goals, malengo yatakuja wenyewe. Hii ndio siri ambayo watu wengi waliofanikiwa wanapindisha pindisha, pindisha, hawaiongei sana, lakini hii ndio taratibu yao ya kila siku, huwa wanajipangia kitu cha ja kufanya kila siku. So nataka nikupatie changamoto ndogo. Kesho tunaanza mwaka mpya mimi nimeweza kujipatia challenge ambayo inaitwa the first 100 days, siku mia moja za mwanzo za 2026, kuanzia Januari mosi hadi basi mwezi wa nne. Na wewe unahitaji uweze kuchagua skills moja ngumu. Inawezekana ikawa ni uh, language ya Java ama issues za video editing, inawezekana ni biashara. Kila siku kwa siku mia moja, jaribu kufanya kitu ambacho kinahusiana na hiyo skill hata kama ni dakika ishirini tu, usiache hata siku moja kuweza kufanya so don't break the chain. Kama utafanikiwa kuweza kuvuka siku mia moja za kwanza na kuhakikishia, hautokuwa mtu yule yule ambaye ulikuwa mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano. Na hii ni challenge ngumu kidogo, watu wengi wataweza kushindwa siku ya kumi tu, wataacha njiani, wengine watafika hadi siku ya thelathini, lakini wataishia hapo ila wewe kama umefikia kuangalia video hii hadi dakika hii, tayari wewe una kitu cha tofauti. Wewe ni mpambanaji so, hakikisha unafanya hivyo. Lakini jambo la mwisho la kuweza kuzingatia, jaribu kuangalia wale ambao wanakuzunguka. Kama marafiki zako watano wote hawana mipango ya 2026 upo na watu ambao wanawaza starehe tu, wewe utakuwa ni wasita Tek ni ngumu. Kama hautakuwa na marafiki wazuri, utakuwa na marafiki wanaokatisha tamaa, hauwezi kufaulu. So, tengeneza marafiki ambao watakwenda na wewe katika njia unahitaji kufika. Join communities za tech, jaribu kujiunga katika grupu letu na magrupu mengine. Jifungie, kama inabidi kujifungia katika chumba chako, jifungie. Lakini mwaka huu uwe ni mchoyo wa muda wako, linda focus yako kama unavyolinda ujuzi uh, wako. So hayo ndio ambayo nimehitaji kuweza kushia na wewe leo. Mwaka 2025 umekuwa ni funzo kubwa sana. Mwaka 2026 ni mwaka wa vitendo. Mimi ni Mohamed Hafidh na nipo hapa mbele ya kamera, naahidi kwamba nitakuwa nikikuletea content bora zaidi mwaka 2026, na nitakupatia kile ambacho nakijua, sitaweza kukuficha siri yoyote ile. Tutakwenda sambamba katika safari hii. Mwaka 2026 ni mwaka wetu. So nambie katika sehemu ya comment hapo, nataka unaambie haya maneno I am ready katika sehemu ya comment, niko tayari. Andika hapo, ikiwa ni kama kiapo chapo cha mwaka mpya. Asante sana kwa kuweza kunisupport mwaka 2025, tuendelee kuwa pamoja mwaka 2026. Mungu awabariki, tukutane mwakani, happy new year. Karibu sana katika channel yangu ya YouTube, usikose video ambayo itafuata mwaka mpya, tukianza na mambo mapya, mimi na wewe hapa. Asante sana.